Na mtazamaji, watu sita wamekamatwa kuhusiana na kuuawa kwa padri wa kanisa Katoliki katika eneo la Tot huko Marakwet East. Padri huyo Alloyce Bett Cheriot alikuwa eneo hilo la Elgeyo Marakwet kwa shughuli za amani. Polisi wanasema kwamba tukio hilo halihusiani na majangili wa wizi wa mifugo. Haya yanajiri huku padri mwingine wa kanisa Katoliki aliyeuawa wiki jana akizikwa eneo la Nyahururu. Marian Nyambura anaarifu zaidi baba. Mamia ya waumini, viongozi wa kanisa Katoliki, familia na viongozi wa serikali walikusanyika leo katika Tabor Hill spirituality center eneo la Oljororok, kaunti ya Nyandarwa, kwa mazishi ya marehemu padre John Maina Ndegwa. Askofu wa jimbo katoliki la Nyahururu, Joseph Mbatia, alisisitiza kuwa kanisa linahitaji ukweli kamili kuhusiana na kifo chake, akisema ya Padre aliuawa. Na mimi sijui wako na hakika gani wakisema hivyo. Tugali tunaendelea kufuatilia yale tunapata kwa DCI. Waumini na jamii wameelezea masikitiko yao wakimtaja Padre Maina kama kiongozi mnyenyekevu na mwenye kujitolea kwa huduma. Tunaomba tu Mwenyezi Mungu anajua sababu na anajua ni vipi mambo haya yalivyotendeka. Sisi hatuna ufahamu, tunasikia tu. Father T OFM Padre Maina aliyekuwa akihudumu katika parokia ya Igwamiti alifariki wiki iliyopita baada ya kupatikana akiwa na majeraha mabaya kichwani kando ya barabara ya Nakuru kuelekea Nairobi, eneo la Diatomite, Gilgil. Alikimbizwa katika hospitali ya St Josephs lakini alifariki muda mfupi baada ya kufikishwa hospitalini. Padre John alikuwa na nguvu nyingi ya mwili, hakuwa mgonjwa, hakuwa amezeeka Kini maisha yake yaliweza kutamatika hapa ulimwenguni. Maafisa wa kitengo cha DCI jijini Nairobi wameendelea na uchunguzi, na hii leo padre mwingine ameuawa katika shambulio la wizi wa mifugo huko Tot, Elgeo Marakwet. Padre Alloyce Bett wa kanisa Katoliki alikuwa akisafiri katika shughuli ya maombi wakati shambulio lilipotekelezwa. Afisa wa polisi huko Tot, Peter Mulinge amedhibitisha kisa hicho akisema operesheni inafanywa kukabiliana na wezi wa mifugo. Meria Nyambura, runinga ya Citizen. yeah, naam no,